Jamani, karibuni na ongereni sana. Dada Aisha, Fetina na dada hawa, mmemaliza mikataba yenu, ongereni. Dada Aisha, wakati umekuja kwenye kazi hapa, ulikutana na wadada wenginzako wangapi? Ulienda kazini ukiwa unawajua wangapi? mmebadilishana simu? nilikuwa na wajua wawili wawili ndiyo. Vipi, mliendelea kuwasiliana mpaka sasa hivi? mmaliza mkataba wenzako wamemaliza Yeah, wasiliana. Sasa mnichukua namba za nini? Nichukua tu ya mmoja hakuwasiliana, kujuliana hali na maendeleo? Tulikatisha katikati. Tukufuatiliana tena, kila mtu yuko bizi na kazi no uhakika sio kwamba mwingine kaishia njiani maana lengo langu ni hilo kujua, e mlivyobadilishana namba mliishia wapi? Fetina wee, kwa upande wako vipi? Mimi niliachaga mmoja. Mli, uliondoka na namba za watu wangapi? Wawili wawili. Ehe, uh -huh. Mmoja aliacha. mm -hmm. Alikaa mda gani kazini? So, alikaa miezi sita. We umemaliza mkataba, kwa nini hukumhamasisha na kumshauri mwenzako naye apambane? <laughs> Kila mtu na uvumilivu wake, na uvumilivu wake. mm -hmm. Kwa hiyo wakati ye anaondoka alikuambia shida ni nini? <sighs> nakuta bo, bosi ni mwingine mwingine kutukananine. Sasa wewe ulimshaurije, kama alikuwa anatukana na bosi ulimshaurije avumilie nini? Hey, kumwambia hata awasiliane na sisi wewe, nawe ungekuwa unatukanwa na bosi wako ungevumilia? Ungewasiliana na ofisi kazini? Na kila siku na ulete kila siku. Hey, kila siku lazima ulete kila siku, kila siku lazima ulete kwa sababu bosi sio mmoja. Kwani tulikwambia bosi wako ndio huyo huyo ukafe na kuzikana naye anaziacha eh, itakuwa bosi <laughs> eh? Bosi ambaye anakuvunjia utu wako, heshima yako, anakuona una maana na bado anakutegemea ufanyie kazi, huyo sio bosi. Huyo ni shetani na sisi hatumwendekeza mtu wa staili hiyo. Kwa hiyo natakiwa, sio mpigiane simu mpeane maneno ya kukatishana tamaa. Kama hivyo vumilia mtu, sasa anapigwa, anatukanwa, wewe unamwambia vumilia? Kweli hivyo ndio tulivyowafundisha hapa bana? Mwingine anapiga simu Hmm? Wengine wanapiga simu. Wengine wapi? Mimi nimetaka hiyo case study yako. Umeni, umenipa ushuhuda wa mtu ambaye kumbe alitukanwa, alafu wewe hata ukumwambia atupigie. Kwanza wewe mwenyewe hakuwa na hiyo akili ya kusema mimi hapa sijajileta mwenyewe. Nimeletwa na ofisi, si ndio? <laughs> Alikuwa na akili ya kuwapigia. Kwa, kwa nini akutupigia sasa? Ni uvivu wake bwana wewe. Wengine wanachukua hizo kama sababu. Wewe mbona hujaondoka kazini umemaliza mkataba? Na kuna wengine wanapata hizo changamoto, wanatufahamisha tunawatoa kazini tunawapeleka sehemu nyingine. Huwezi ku, kuacha malengo yako, ukarudi alienda wapi sasa? Alienda kuolewa, alirudi mtaani, alienda kufanyaje? Sijajua kwa ha, sababu. Hakuendelea kuwasiliana. Mm. Ah, ha, dada hawa wewe ulikutana na wangapi hapa mkapeana namba? Tulikutana na wengi mm -hmm. Ila nifanikisha kama mbili. Ulichukua namba za watu wawili, mbili. uh -huh. Moja nilivyobadilisha simu uh -huh. nikanini, nikabakia tu na moja amkuendelea, moja akaanza uh -huh. uh -huh. kuwasiliana uh -huh. uh -huh. uh -huh. so, na mimi ndo akana awasiliana, tunasalimiana, uko sehemu gani? Uko sehemu fulani, sawa, nami niko karibu yako, ila sikujua uh -huh. ni, ni mbezi ya sehemu gani uh -huh. eh. Kwa hiyo mmemaliza wote mikataba au? E, alishinjia miezi saba miezi saba mm. ehe mm. sababu na zake chang na... changamoto hakuwahi kuniambia, hakuja kuniambia mm. ameacha kazi mm. baada ya e, kutoka kazini po nyumbaja kuambia nimeacha, nimeacha. kwa nini? uh yani sababu hakuzisema zile za maana mm. eh. za maana eh. ndio hivyo. Na nimeanza na hilo swali kwa nyinyi wote, kwa sababu nyinyi wote mmemaliza mikataba yenu, na naamini sio kwamba nyinyi kazini mlikuwa mna changamoto Ndiyo, zipo, si changamoto zipo? Kwa sababu mm. hakuna kazi isiyokuwa na changamoto. Tusidanganyane wanawake wenyewe, hata huko tunakokimbiliaga kwa mabwana. Sababu mtu akishashindwa kutafuta hela yake halali atakimbilia hela ya mwanaume. Kwani kwa wanaume hamna changamoto? Nyingi. Tena nyingi sana kuliko hata zile ambazo unakaa kwa bosi ukafanya kazi ukapata hela yako halali. Kwa hiyo tuache ujinga na upumbavu wa kusingizia sijui changamoto za kazini, kumbe ni uvivu wetu, hatutaki kufanya kazi na tunataka tupate wanaume ambao wataendesha maisha yetu. Na mimi kazi yangu hapa ni kuwaamsha wanawake na kuwaambia ukweli mchungu kwamba ili sisi tuweze kuendelea ni lazima tuingie katika shughuli za ujasiriamali, ni lazima tutafute pesa kwa nguvu zetu na akili zetu ambazo Mungu ametupa, na inawezekana. Na nyinyi hapa, ninavyozungumza na nyinyi, na ni miongoni mwa wadada ambao mmepambana mpaka mikataba yenu imeisha, na na imani na ndoto zenu, aidha mnaenda kufanya biashara au mnaendelea kukusanya hela, mimi hilo sijui, ila tu We, wale wanaoishiaga njiani ni yani, mi kiukweli ningetamani wasije kwenye taasisi yetu kabisa, kwa sababu ni kama kupotezeana muda. Sisi tuna utaratibu wetu, na utaratibu wetu umenyooka, kwamba unakuja huku kufanya kazi, lazima uendane na ule utaratibu tuliouweka. Mkataba wetu ni mwaka mmoja. Ukishaona huwezi kufanya kazi mwaka, wala hata usijisumbue, kwa sababu utakatwa dhamana, alafu baadae uko mtaani utaanza kusema wale wamechukua hela yangu. Hakuna huo ni uvivu wako. Utakapoondoka kazini kabla ya wakati, lazima utakatwa pesa, bosi wako apewe dada mwingine. Lakini kama una changamoto, ofisi ipo, hujajipeleka mwenyewe kwa huyo bosi, ofisi ipo, tutashughulikia. Wale mabosi ambao wanakuwa na matukio au matendo au tabia ambazo tunaona kabisa hizi sio za kikazi, sio za kiutu, tunasema na hapa tunawekaga wazi, lakini pale ambapo tunaona uvivu wenu, maana mara nyingi nawarekebisha wadada, wengi ni wavivu wanaanza kusema anakaa upande wa mabosi. Hamna, huwa anawafundisha na waelekeza. Uvivu, wadada wengi ni wavivu, hawataki kuelekezwa, hawataki kufanya kazi vile mabosi wao wanavyotaka. Kwa hiyo nilitaka tu niweke hiyo vizuri, uh, kwa sababu nataka kuendelea, aa, kufanya kazi na wadada wenye ndoto na maono na malengo kama mimi. Superwoman, nilikuwa dada wa kazi za ndani, sasa hivi naendelea na shughuli zangu kama mnavyoniona. Why? Kwa sababu ya upambanaji. Lazima mwanamke ujifunze utafuta hela yako ya halali ili usio ukateseka kwenye maisha, ndugu yangu, ukitegemea hela ya bwana hmm, kitakukuta kitu. Nafikiri mnaona wadada wana wengine wanakuja hapa wanajifanya wanatafuta kazi, kumbe wanadanga, kumbe wanatafuta mabwana, wanatafuta hela za mteremko zitawatokea puani, shauri zenu. Aya jamani, sasa kila mmoja ataniambia malengo yake wakati anakuja hapa halafu ameyatimiza au bado, ana mipango gani hivyo, lakini hapo mwanzoni tu nilikuwa najaribu kupeleka ujumbe kwa wale ambao wanakuja hapa kutupotezea potezea muda, alafu wengine wanakuja hapa na kudangadanga. Si hapa, hii sio taasisi ya wadangaji wanaoenda kutafuta mabwana mm -mm. Na ukifanya hivyo kitakukuta kitu eh, kitakukuta kitu. Yaani ukija hapa unajifanya unataka kazi, kumbe unatafuta kwenda kudanga, kitakukuta kitu kwa sababu kwenye hizi familia bwana, naambiaga kuna familia za watu tena, mwende mmejistiri mkajiheshimu. Kuna familia zenye baba, mama, watoto, sio unaenda pale tena unamdangia mme wa mtu. Wengine unakuta na single father ana mambo yake mengi mazito, wewe bado tena unataka kujichomeka. Yakikukuta tena unaanza kuja kutulilia na machozi, shauri yenu haya. Kwa hapo naomba niseme, nimemaliza, message sent and delivery, mtake usitake, habari ndio hiyo. Dada Aisha tuambie, ulivyokuja hapa, ulikuja na malengo gani? mpate hela ya biashara? hela ya biashara mm -hmm. Hongera sana. Vipi, umeshapata maana umemaliza mkataba, najua hata kama haijatimia lakini kuna hatua mm -hmm. eutuambimeungu uh -huh. Lakini bado sijafika. Haujafika, kwa nini hujafika? mm -hmm. Nahitaji nipate hata msingi hata wa milioni tatu. Okay. Kwa hiyo safari bado ndefu kidogo. Yeah, yeah. E, kwa hiyo bado tuko pamoja kwao. mm -hmm. Unaendelea sahivi au una mipango gani? Naenda kwanza nyumbani. Nyumbani ni wapi? ni Tanga. mm -hmm. Kazi ulipangiwa wapi? Zanzibar. Zanzibar umekuja. mm -hmm. mm -hmm. Umejitanda kizanzibari. mm -hmm. Ila sauti yako haijabadilika. Kuna dada alipangiwa Zanzibar, alivyokuja hapa jamani alikuwa anaongea kama Mzanzibari nikasema. mm. ee, influence ndo kazi yake. kwa hiyo mm. wewe mm. hata haijabadilika toni yako kizanzibari. mm. kwa tunakaa ndani kwa ndani <laughs> kwa tunakaa ndani kwa ndani, kwani uwasiliani? mm. na watu sikuwa unaishi na watu mm. Zanzibari. Like. mm. Na wa Zanzibari, si unajua wanavyoongea nje? yes, sindo, hadi uende sokoni sasa. mm. ndio utakutana na Wazanzibari. kwani hao walikuwa unaishi nao ni wapi? humo ndani wa bara tu wao. ah ni wa bara wa huku. mm. mm. okay mm. vipi sasa? Uh, ulivomaliza mkataba wao, wamesema wana mpango gani? wanaendelea na Wat, wat, watapiga simu ukituoni, watawasiliana kituoni. Unataka kuendelea mm, na wewe walitamani sema sasa mimi nataka nikapumzike, we unataka ukapumzike? e, nikapumzike kidogo kwa muda. Mapumziko hayo ni ya muda gani? hata miezi mitatu minne eh, mitatu minne huko kupumzika kweli yaisha? mm -hmm. Jamani mm -hmm. eh? kidogo ukamsaidia uye, familia si nimewacha mzazi huko nikamsaidia atashamba naye kidogo, ah, mm, kipindi okay, cha kulima sahivi sahivi. sawa mm, kabisa basi, mm, sawa. Si tunakutakia kila la heri na tunakupongeza angalau umeweza kutoka, mm, kuja kuangalia dunia inakwendaje, kujitafutia tena. Huko Tanga ndio kabisa watoto wasichana yani wanaona tu kuolewa ndio shughuli lakini weo umetoka umekuja kujiangaikia, ongera sana asante. Na kwa kuwa umeamua kwenda kupumzika kumsaidia mzazi, tunakutakia kila la heri, mapumziko mema na shughuli za kilimo pia. Then utakapokuwa tayari, wadada senta hii hapa, karibu sana.